Miezi miwili ya shindano la Jipange na Viusasa, Jason Mutahi, mkazi wa Ngong katika Kaunti ya Kajiado, ameibuka mshindi mkuu baada kujishindi ya kujishindia shilingi milioni mbili. Mutahi anasema amekuwa akishiriki tangu shindano hilo lilipozinduliwa na anaeleza kuwa ushindi huu utabadilisha maisha yake kwa kiasi kikubwa. Anasema atatumia fedha hizo kupanua mradi wake wa kilimo. Jukwaa la Viusasa linawapa Wakenya fursa ya kutazama vipindi murua mtandaoni kwa kujisajili kwa shilingi 50 pekee.

But uh, bila hata kujaribu utakuwa tu unaniwatch.